Majina naitwa Hamisi Jumanne, mkazi wa Kichangani Chanika, huku maeneo ya Chanika. Kusema kweli, kitendo kilichotokea mwaka huu sio kizuri. Tangia nizaliwe sijaikuta kitendo kama hichi, unaona. Kwa hiyo kama vijana wenzangu, tuendelee kujishughulisha na kazi nyingine ndogo ndogo, unaona, tujishughulishe na masuala mengine tusifate mikumbo ya vijana mbalimbali mbali, unaona kuna watu wengine wanahamasisha ugomvi lakini ugomvi sio mzuri. Kwa sababu kwa kipindi hiki kifupi tu tulichokaa ndani lakini tumetaabika sana, vyakula vimepanda na mambo kadha kadha. Basi ndugu zangu, nawaomba kama ndikiwa kama kijana mwenzenu. Mbona, twende na shughuli zetu ndogo ndogo zinazotuingizia kipato. Basi hayo mengine kama ukiwa na mapungufu, basi tukae na viongozi, tueleze ma mahitaji yetu, watushughulikie kuliko kuvunja amani. Swala so, so zuri na so utaratibu wa nchi yetu. Tangia nimezaliwa ndo kwanza mwaka huu, mbona ametokea mambo kama haya? Basi ndugu zangu, nawaomba kama mimi kijana mwenzenu, tuache masuala hayo, tukemee maovu, tusendele na mambo hayo so mazuri. Tanzania ni nchi ya amani.